Ni QS Engineer Dr. Agneta Edi Mhenga ni mwadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, niko department ya Petroleum, uh, Petroleum Science and Engineering. Nimekuja leo kama panelisti au mchangia mada katika eventi hii ambayo ni ya Youth in Science and Technology Summiti ambayo imeandaliwa na Ceres Foundation pamoja na IRB na eqrab Uh, katika event ya leo nimeweza kuchangia mada au nimeweza kuwasaidia vijana katika ku, kuwapa mafunzo namna gani ya kuweza kusimamia miradi, hasa miradi mikubwa, miradi ya kiserikali, lakini pia <coughs> miradi ambayo ni ya binafsi. So uh, kama, kama quantity surveyor na kama engineer nimeweza kuongea nao namna gani ya kuweza kuavoid au kupunguza riski kuweza kuzijua riski ambazo zipo katika miradi. Nimeweza kuzungumza na vijana kwa habari ya riski riski ambazo zinatokea katika miradi miradi yote ya serikali, lakini pia miradi ya binafsi, na katika riski ambazo nimeweza kuwaelekeza au kuongea nao ni riski za aina nne ambayo riski ya kwanza ni ongezeko la gharama ya mradi kwamba mradi ulipangwa uwe ni mradi wa bilioni moja lakini mradi unakamilika kwa bilioni tano. Nimeweza pia kuongea nao kuhusu riski nyingine ambayo ni ongezeko la muda muda wa mradi, badala ya mradi kukamilika ndani ya miaka miwili unakuta mradi unaenda mpaka miaka mitano. Nimeweza pia kuongea nao kuhusu uh, masuala ya kuyumba kifedha kwamba hiyo ni riski pia ambayo inaweza ikajitokeza kwenye utekelezaji wa mradi wa wote wa ki uh, mradi wowote ambao unahusisha science and technology. Kwa hiyo kuyumba kifedha, anaweza akayumba client au anaweza akayumba mkandarasi kifedha, hiyo inaweza ikaleta uh, matokeo chanya kwenye mradi, kwa sababu tukiongelea riski, tunaongelea ni vitu ambavyo vinaweza vikatokea vikawa na matokeo hasi ikawa na matokeo mabaya ikawa na madhara katika utekelezaji wa mradi, lakini pia riski nyingine ambayo nimeweza kuiongelea siku ya leo kuelekeza vijana ni kuhusu uh, utendaji mbovu, utendaji mbovu wa mtu ambaye anahusika na hiyo project, lakini pia migogoro ambayo inaweza ikatokea katika uh, wale wadau wa utekelezaji wa huo mradi, kwa kumaanisha mteja ambaye ndo client tunaita pamoja na washauri wa ambao ni consultant, lakini pia pamoja na wakandarasi. Kwa hiyo hizo ni riski ambazo nimeweza kuzungumzia siku ya leo, lakini tukaangalia njia mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikatumika kuweza kupunguza hizo riski au kuzizuia kabisa zisiweze kutokea na hapo ndio inakuja sasa swala la project management, namna gani wao kama vijana ambao wanahusika na science and technology au vijana ambao wako kwenye engineering, quantity surveying na architectural firms wanaweza wakasaidia ku, kusimamia miradi vizuri na kuavoid hizo riski au kukwepa hizo riski. Kwa hiyo, uh, njia moja ni kupanga lakini pia kusimamia kuwa nafanya continuous tunasema kwa Kiingereza ni monitoring and evaluation of your project. Kwa kufuatilia ule mradi kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho wamekipanga katikati katika, uh, katika kutekeleza ule mradi uweze kukamilika vizuri basi wanaweza kukifanya vizuri na kuhakikisha ule